Sa kama tunapohudhuria katika mawali, zinakuwa ndimi zetu na sisi zinamswalia Sayiduna Muhammad. Kuanzia tulipohudhuria hapa, ni swala ngapi imemswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sababu ni nini? Sababu umehudhuria katika mauli. Kwa hivyo, mawali, ndugu wa Kiislamu, tusiyachukulie wala tusiangalie kwa mtizamo wa karibu kuna faida nyingi sana isiwe ni mujarad kwamba naenda maulidini mimi kupiga mafari na kusikia kasida mzuri, mzuri. Naam, hilo ni lenye kutakaniwa. Kupiga kwari ni, ni maturubu shar'an mtume alipiga katika katikatifa hasa na akalikubali na akamwambia yule aufi binadhri tekeleza nadhiri ha? yako amecea nadhiri hasa in radaka allah saliman

ni kitu cha sharia kipo ama madari usiulize. Kusifiwa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesifiwa. Mungu mwenyewe amemsifu. masahaba Muhammad wa bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wamemsifu kwa sifa tena, lau utasoma na utafahamu utaona sisa njofanya kitusi utawasoma sahaba sahabatu Rasulillah namna walivyomsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona leo sisi hatujafanya chochote lolote. Sayyiduna al-Abbas radiyallahu anhu alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, uridu an amtadihak ya Rasulullah, nataka mimi kukuswifu. Nataka kufanya nini? Kukusifu, nimeruhusa ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akwambia la la. Hakumwambia hivyo la, la, la, la. Bida kufru shirki sitaki kusifiwa mimi. Sikiliza jahuda, Mtume sallallahu llah alaihi wasalam, ndio nawambia, tukisoma taarifi, tukisoma masahaba namna gani walivyomsifu mtume sisi hatujafanya chochote, hatujafikia ushri misha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sayidina Alabbas, qul, sema. Nataka kumsifu, nastahiki kusifiwa mimi. Mungu amenisifu Qurani mzima yanisifu mimi. Kwa hivyo, Alabbas, na wewe wataka kumsifu, qul, sema

akaanza kumwambia kabla ya hapo, qabla ya hapo, min qabliha. Katika kaida ya lugha ya Kiarabu, alikhwa dhamiri ikiwa ni ya kike huwa yarejea katika mkusanyiko uliotangulia mwingi tu, min qabliha, qabla ya kuumbwa adamu

Akamwambia, ya Rasulallah, kabla ya vitu vyote hivyo tuibita wewe umekuwa mzuri, sallallahu alayhi wa sallam. Haya ndio maneno ya nani na ni maneno mpaka akamwambia, wa anta lamma ulidta ashraqat al-ardh, ni maulidi hasa hayo, wadaat binurika al-ufuq. Wewe sayyidina Muhammad ulipozaliwa, ashraqat al-ardhu, ardhi ilinawiri.